Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu, tarehe tano ya mwezi Novemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano, siku ya Jumatano, juma la thelathini na moja la mwaka che wa kanisa. Karibuni tusikilize Injili. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu Kwako E, Bwana. Sura ya 14 aya 25 hadi 33. Makutano mengi walipokuwa wakifuatana na Yesu, aligeuka akawaambia, kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume kwa wake, naam hata nafsi yake mwenyewe hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mtu yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Maana ni nani katika ninyi, kama akitaka kujenga mnara, asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kwa maana anavyo vya kuumalizia? Asije akashindwa kuumaliza, baada ya kupiga msingi, watu wote waonao wakaanza kumdhihaki haki wakisema Mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu za kumaliza. Au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine asiyeketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye pamoja na watu elfu kumi ataweza kukutana na yule anayekuja juu yake na watu elfu ishirini? Na kama akiona hawezi, hutuma ujumbe kutaka sharti za amani, mtu yule akali mbali basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Ufuasi wa kweli wa Yesu unahitaji gharama. Ufuasi wa kweli kwa Yesu unahitaji gharama, katika maisha yetu ya kawaida, katika ulimwengu huu wa leo Mtu akitaka kufanya jambo fulani ili aweze kufanikiwa kuna gharama ambazo atapaswa eh, kuhakikisha kwamba anazo anazo. Kwa mfano, mtu akitaka kujenga nyumba ni lazima kwanza ajiandae, anunue vifaa vyote ambavyo vinahitajika katika ujenzi wa nyumba. Huenda ni simenti huenda ni mawe, ni matofali, na ni misumari, ni mabati, e, samani za ndani na vinginevyo. Jambo lolote lile linahitaji kwanza maandalizi na maandalizi hayo, e, ni lazima gharama itumike. Labda ni mtu anataka kufanikiwa katika biashara yake. Inahitajika gharama. Mtaji nitaupata wapi? Nikishapata mtaji ni lazima aingie gharama ya kutafuta eneo la kufanyia biashara. Ni lazima aingie gharama ya kutafuta watu ambao e, watakuwa ni wateja wake na namna ya kuwapata. Ni lazima aingie gharama ya kujitahidi walau kuongea na watu vizuri, ili watu waweze kuifurahia biashara yake. Ni lazima ajiepushe na tabia ambazo zitamfanya aanguke katika biashara yake, kwa mfano, asiwe mlevi au mtu ambaye anapenda anasa sana kwa sababu akiwa mlevi na akipenda anasa sana, basi biashara yake itayumba, na mwisho wa siku e, ataanguka. Kwa hiyo kimsingi, mafanikio yoyote yanahitaji gharama fulani. Hata ikiwa ni mwanafunzi ambaye anasoma, haijalishi ni katika e, kiwango gani cha elimu au ni daraja gani la elimu, e, na anataka faulu, basi kuna gharama ambazo anapaswa kwa nazo ili aweze kufaulu vizuri atahitaji kutumia muda wa kujiandaa vizuri, atahitaji muda kwa ajili ya kujifunza, atahitaji vitabu kwa ajili ya kujifunza, atahitaji waalimu wa kumsaidia ili aweze kufikia lengo lake, na zaidi ya hayo, atahitaji nidhamu binafsi itakayomsaidia sasa kufika pale anapotaka kufika kwamba awe ni afuzu masomo yake, labda awe awe ni mwalimu awe ni daktari awe ni mwanasheria awe ni mwanauchumi, ni lazima gharama itumike. Katika injili ya leo, Yesu anatualika tutambue sasa gharama ya kumfuata yeye, gharama ya kuweza kufika mbinguni. Mtu ambaye ameamua kufika mbinguni ni lazima kwa kweli gharama itumike. Gharama ambayo Yesu anaizungumzia hapa kwa kiasi kubwa ni ile ya kutengana na ndugu wa karibu. Ndugu wa karibu. Na itakuwa hivyo pale ambapo ndugu wa karibu hawamchi Mwenyezi Mungu wala hawapo katika upande wa mtu huyu ambaye anataka kumcha Mwenyezi Mungu kwa kuziishi kikamilifu amri zake. Mtu wa namna hii ambaye mwenendo wake ni mwema na pengine wale wanaomzunguka na wanaweza wakawa ni ndugu wa karibu, wanaweza wakawa ni majirani. Kwa kweli watamtenga, watamchukia na mahali pengine wanaweza pia wakamuua. Kwa sababu Yesu, alikuja akatenda yaliyo mema, wakamuua. Yohani Mbatizaji alikuja akawafundisha watu wote, tena walio kwenye mamlaka, akawaambia ni vibaya kufanya uzinifu, wakamuua. Hali kadhalika na manabii waliotangulia wengi waliteswa kwa sababu ya kuzungumza upi kweli wengi waliteswa. Mkumbuke nabii Elia katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya kumi na saba hadi ya kumi na tisa. Alimwonya sana mfalme Ahabu pamoja na mkewe ambao hawakumcha Mungu na wakaishi maisha yasiyo ya fadhila. Basi mke wake Ahabu alimtesa sana huyu nabii hata akakimbilia milimani ambako alilishwa na malaika. Kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya kumi na tisa. Sasa ni gharama zipi ambazo kila ambaye ameamua kumfuata Yesu kwa ukamilifu anapaswa eh, kuziingia? Gharama ya kwanza ni lazima akubali kusali, lazima akubali kusali. Ambaye anamfuata Yesu asiposali, basi hataunganika na Yesu, kwa sababu hatakuwa na mawasiliano na Yesu, kama ilivyo kawaida kwa watu walio karibu kuunganika kwa pamoja kwa kupitia vyombo mbalimbali vya mawasiliano au katika mawasiliano ya ana kwa ana. Ndivyo ilivyo pia kwa mtu ambaye ameamua kumfuata Yesu katika maisha yake, ni lazima ajitahidi mara kwa mara kuwasiliana na Yesu. gharama ya pili, kulisoma neno la Mwenyezi Mungu. Lazima aingie katika gharama hiyo, mtu ambaye amekubali kabisa kumfuata Yesu katika maisha yake lazima ajitahidi kulisoma neno la Mwenyezi Mungu na kulisikiliza na kuliishi. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mwenyezi Mungu ndiyo taa na mwanga wa kuyaongoza maisha ya mwanadamu. Zaburi ya mia moja na kumi na tisa aya mia moja na tano. Tena zaburi hiyo hiyo ya mia moja na kumi na tisa aya tisa neno la Mungu linasema kijana ataufanya ataufanyaje mwenendo wake kuwa mwema? Ni kwa kuishi kulingana na neno la Mwenyezi Mungu. Neno la Mwenyezi Mungu ni dira na kwa kweli ni gharama, ni gharama eh, kulisoma neno la Mwenyezi Mungu, kwa sababu watu wanajikuta wakifanya eh, mambo mengine mengi ambayo yanawapa uchovu, hata wakasahau kabisa kabisa kuwa na Biblia. Anaweza akajenga nyumba kubwa kabisa, lakini Biblia hana. Anaweza akawa na gari kubwa kabisa, lakini Biblia hana. Anaweza akamsomesha mtoto, akamnunulia vitabu vingi nguo, mavazi na mambo mengineyo, lakini Biblia hana. Anaweza akanywa bia kreti moja, lakini Biblia hana, na anaweza akafanya mambo mengine mengi, lakini Biblia, ambayo inauzwa elfu kumi na tano hadi thelathini tu, hana. Kumbe kumfuata Yesu kunahitaji gharama, na mojawapo ya gharama ni kulisoma na kuliishi neno la Mwenyezi Mungu. Gharama nyingineyo ya kumfuata Yesu ni kupokea sakramenti za kanisa. Anayekubali kumfuata Yesu ni lazima atolee muda wake katika kuzipokea na kuziishi sakramenti za kanisa. Na gharama nyingine ya kumfuata Yesu ni kutenda matendo mema wakati wote na muda wote. Ulimwengu unaweza ukamkataa mtu ambaye anatenda matendo mema, mtu ambaye anazungumza ukweli daima, mtu ambaye anawaonya watu wanaotenda maovu wasitende maovu, mtu ambaye anautumia muda wake kwa uadilifu katika yaliyo ya kimsingi. Kwa mfano, muda wa kazi, yeye yupo kazini, wale ambao hawapendi kufanya kazi wanakuwa katika maeneo wakiburudika, kwa kweli watamtenga mtu huyu. Mtu ambaye anaenda kanisani na hawa wengine labda hawapendi kwenda kanisani, basi watamchukia mtu huyu. Na pengine mtu huyu hata akiwaendea ili kuwashauri shauri, wanaweza wakamtenga. Kutenda matendo mema ni gharama, ni gharama ya kuwa mfuasi wa Kristo. Pengine ni kuhudhuria katika e, matendo mbalimbali ya kiroho, kuzika wafu. Kuna watu wanaenda kuwazika wafu, pengine wanaweza kuchukiwa kwa sababu ya tendo hilo la huruma na hata wanaweza wakasema mbona huyu anapenda kuzika kila mtu? Ufuasi wa Yesu unahitaji gharama. Hayo yote yasimfanye mtu akate tamaa, hata aisaliti imani yake akashindwa kumfuata Yesu. Tafakari hii imeletwa kwako na mimi padi Eugeni Ewaldi Kawau, mlezi na mwalimu katika sekondari ya Saint Medeusi, Jimbo Katoliki Moshi na kutakia siku njema.